Katika matangazo yetu leo ni kwamba mapambano makali yamezuka katika maeneo ya mkoa wa Kivu Kusini, haswa huko tarafa ni Fizi ndani ya sekta ya Mtambala, sehemu ambako wazalendo wa FBB Biloze Bishambuke wameweza kukungutana vilivyo na muungano wa M23 RDF Twigwaneho Ngomino na Rede Tabara. Basi, matukio ya leo yalikuwaje? Ndugu mtazamaji, pia msikilizaji wa Kuna Nini News, tunaomba uandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho, lakini na kuomba wewe ambao bado hujasubscribe, yaani kujiabone, tafadhali usikose kujiabone, usikose kulike, usikose kuacha comment yako na kutuandikia mahali ulipo, na kwa mwisho usikose kushare, yaani kupartaji kwa ndugu jamaa na marafiki. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi na bila ya kupoteza muda tunaenda kujiunga moja kwa moja na msemaji wa FBB Biloze Mbishabuke ambao ni mmoja wa wasemaji wa kundi mojawapo wa wazalendo katika maeneo ya mkoa wa Kivu ya Kusini. Karibu engineer strategie, jaribu kutupa picha halisi ya mambo kwenye uwanja wa mapambano, mapambano yaliyoanza tangu saa 12 asubuhi hadi saa tano kabla ya zuhuri. Jambo sana bwana mtangazaji na tunashukuru kwa kuweza kuwasiliana nasi muda kama na huu, ili kwamba tuwapashe yale yanayoripotiwa saa kama na hizi kwenye nyanja za juu za tarafa la Uvira, Mwenga, Fizi, Tombwe. Kwa kweli uh, ilikuwa saa kumi na mbili asubuhi ndipo wazalendo um, wasepelesebarfabebe inaiongozwa naye Luteni Jemadari Delfin Kalembe Ngomanzito walikuwa wakiendesha doria kwenye kijiji cha Kakenge na kando kando wakitokea kwenye maeneo ya mlima, ndipo waliweza uh, waliweza kuona mustari au mlolongo wa waasi wa wa M23 wanaungwa mkono na jeshi la Rwanda wakishirikiana na wapiganaji wa twiga, twigwaneho pamoja na red tabara waliokuwa wakitamani kuelekea kwenye kijiji cha mulima ili kuendesha mauaji ya kimbari kwenye maeneo hayo, ndipo wazalendo wanaoongozwa naye Delfin Kalembe ngoma nzito waliweza kuingilia kati, na hapo hapo mapambano yakaanzishwa. Mapambano yalidumu uh, muda wa saa tano kuanzia saa kumi na mbili hadi hapo saa tano za mchana. Adui aliweza kutimka baada ya kupata kichapo kikubwa na kuweza kukimbia. Tujuze kwamba wazalendo wa Biloze Bishambuke wanaoongozwa naye jemadari Delfe Kalembe Ngoma Nzito, shabaha yao kubwa ni kulinda usalama wa raia na mali yake ili kwamba waruhusu raia iweze kuendesha shughuli zake kama kawaida, jambo ambalo linapingwa na wasi wa M23 wanaoungwa mkono na jeshi la Rwanda wakishirikiana na wasi wa maguguni wa Twigwaneho pamoja na Red Tabara, wanao shabaha kubwa ya kuendesha mauaji dhidi ya raia wenye hatia kwenye nyanja za juu za tarafa la Uvira, Fizi na Mwenga katika hali ya kuweza kutimiza uh, mradi ambao wanao wa kutaka kuwafyeka makabila mengine ya wazaliwa wa maeneo hayo, tukitaja Wafuliru, Wabembe, wa nyindu na Wavira wanaoishi kwenye maeneo hao. Ndio maana um, jeshi lake Luteni Jemadari Delfin Kalembe Ngomanzito linaingilia kati ili kulinda usalama wa raia na mali yake. Na unaposema kwamba kundi lenu liliweza kuwaona au kuona mrorongo wa twigwanero ngumino rede tabara kama vile M23, kama mnavyoongea, mliwaona wakielekea sehemu kwa ajili ya kuwaua raia, nini kilimaanisha au dalili gani zilionyesha kwamba wao wanakwenda kuua raia? Bwana mtangazaji, Jeshi la Rwanda linaloshirikiana na waasi wa M23 pamoja na waasi wa Burundi wa Redi Tabara na wanamgambo wa Twigwaneho, wanapoelekea maeneo fulani ambalo linakaliwa na kabila la, wa, la Wafuliru wa Bembe na Wanyindo, ni katika hali ya, ya kuunguza vijiji, kuua watu, kuiba mali za raia na kuendesha mauaji ya kimbari. Hivi karibuni vijiji karibuni kumi na sita viliweza kuunguza huko kwenye maeneo ya Rugezi, na wanamgambo hao walipoonekana kwenye maeneo ya Kakenge wakielekea mulima, ni kwamba wazalendo wa, wa, wa, wa waliweza kukumbuka yaliyoendeshwa Rugezi na wakafanya jitihada ili kwamba waweze kuwarudishia mbali wasijongee eneo la raia, ili kwamba wasiendeshe mawazi kwenye maeneo hayo, bwana mtangazaji. Na kwa sasa hali ikoje? Hatima ya raia wakaaji, iwe wa maeneo mnakopatikana, au sehemu zile ambazo mliona mrorongo ulikuwa ukielekea, hali ikoje tangu kuzuka kwa mapambano hayo na hadi vile mapambano yalivyokomeshwa? Kwa kweli, bwana mtangazaji, hali ya wakaaji kwa sasa ni tete Wakaaji baadhi yao wamoja walikimbilia porini na wengine walipata hifadhi kwenye vijiji jirani vya eneo la shambulio, na wote hao bado hawajapata msaada, iwe msaada wa serikali, iwe msaada wa mashirika za kihutu uh, iwe msaada wa watu aw, awaye yeyote wenye mioyo mema. Wakazi kwa sasa wanaendelea kupitia hali ngumu. Wamoja wao kwa sasa wanafariki wakiwa porini, mkiwemo watoto wadogo na wanawake wajawazito, wazee kongwe, uh, wenye umri wa miaka zaidi ya sabini ambao kwa sasa wanafia porini huku wakipitia hali ngumu kutokana na mapambano ambayo inaendelea kuripotiwa siku baada ya siku kwenye maeneo ya nyanja za juu. Tunaomba kwa serikali ya Kongo iweze kuwadia na msaada wakimbizi hao na pia kwa mashirika za kiutu ziweze kuangalia namna wanaweza wakawasaidia wazee au watoto na pia wanawake wajawazito, wakimbizi wote kwa ujumla, wanaopitia hali ngumu kwenye nyanja za juu za tarafa la Uvira, kutokana na mapigano yanayoripotiwa kati ya wazalendo wa Biloze Bishamboke yake Luteni Jemadari Delfin Kalembe Ngoma Nzito na jeshi la Rwanda linalojificha kwenye waasi wa Twigwaneho wakishirikiana na waasi wa Burundi pamoja na M23 AFC. Basi ndugu mtazamaji, tulijaribu kutafuta tuweze kupata matukio ya mapambano ya leo, lakini juhudi zetu hazikufua dafu, yaani hatukufanyikiwa kabisa kupata matukio yanayotokana au yaliyoshuhudiwa baada ya mapambano ya Jumatatu leo hii mapema nani na ni. Kufikia hapo, sina cha ziada, wachani kushukuru wewe uliokubali kuandamana nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Ila kila ambacho nitakuomba, kaulimbio yangu ni moja tu, kabla ya kuondoka, usikose kusubscribe yani kujiabone, usikose kulike Usikose kuacha komenti yako na kutuandikia mahali ulipo, na hatimaye usikose kushare yani kupartaji kwa wengine, ndugu jamaa na marafiki. Na huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Hadi hapo tutakapokutana tena hewani, nasema asante kwa kuandamana nasi.